kwamba e, e, kwamba kwanza pengine kuna wananchi hawajui kwamba mbunge hastaili kusimamia zile fedha, ila kazi yake muhimu kisheria ni kwamba anateua bodi ambayo inasimamia miradi ile. Kwa bahati mbaya lakini, utakuta kwamba kuna wabunge ambao wao ndio wenye wa mvuto, wanatoa uamuzi wa jinsi E, bodi ile itakavyotekeleza majukumu yao. Sijui kama katika ukaguzi wenu mmepata hilo. Alafu pili, tuzungumzie kuhusu hali hii ya kukanganya, e, ya kwamba wananchi hawaelewi e, usimamizi e, katika hazina hizi za ngaf na vilevile vile NG-CDF. Asanti sana Bwana Nimrod, e, nitaongelea haswa kwa kulingana na katiba ya NG-CDF na kuelezea wananchi e, vile inavyosema kuhusu miradi. E, alafu nispo kabla nianze ni kuelezea e, Nimrod, unajua chanda chema uvisho wa pete pete. E, na kila kitu inafanya mzuri, lazima kila mtu anataka kuhusishwa naye uh -huh. Sasa, uh, utaelewa hiyo vile nitakuelezea, eh, kuhusu eh, eh, hazina ya uh -huh. CDF uh -huh. E, kitu ya kwanza nitakana tujue ni ya kwamba vile eh, nilisema awali kuna miradi ambayo CDF inaruhusiwa kufanya na nitafafanua hii miradi ndio wananchi waweze kujua. Alafu eh, kwanza kuna mradi ambao una uh, ekemea upande wa mazingira uh, chenye tunaita climate mitigation eh, programs, na hizo miradi ina uh, kama kupanda miti afforestation re-afforestation, na mambo kama ya uh, uh, kufanya water collection CDF inaruhusiwa kufanya huo mradi na huo mradi unaekemea upande wa serikali ya kitaifa. mm -hmm. Mradi mwingine wenye CDF inafanya e, kwa hii kuna ile wanaita digital kiona e, kan mzima ni CDF inafanya kama eneo bunge kwa, kwa eneo bunge la Juja kuna digital ambayo ina, inafanya kazi na kila siku wana inji 50 ama ijana 50 wanakuja hapo kupata uh, digital and internet and kufanya what you call uh, hii maneno ya kutafuta kazi mm -hmm. na kitu kama hizo networking. Na. Alafu uh, tukiendelea hivyo kuna miradi ambayo tunaita social security mm -hmm. programs and bursaries. Social security programs ni ile miradi ambayo inasaidia wananchi, kama vile tumeona wananchi wengi wanaongea juu ya bursaries na social security, tukiongelea ni kama NHIF ama SHA saa hii vile imeletwa no. Kama kuna wananchi ambao wako na shida CDF wanaweza toa maoni na waseme wanataka hazina yao wa CDF iweze kulipia wale wanyonge ambao hawajiwezi ku, eh, ku access hiyo eh, nini hiyo facility. Alafu kuna kama basari tena basari hiyo tume, tumesikia wananchi wengi wakiongelea na kuna ile tu eh, eh, ile condition ambayo inawekwa kwa sababu kila itakana ipeane iallocate pesa kwa uh, what you call social security programs, lakini sipite asilimia 40 ya uh, pesa ambazo wamepewa. Sasa hiyo ni mradi Uo, ni mradi mwingine alafu kuna mradi ambao ni social support programs. Mm -hmm. Social support programs <clears throat> zile programs zile unafanya kwa shule kama ee ile tuliongea maneno ya feeding programs, unaona. mm -hmm. Waheshimiwa wengine wakifanya feeding na, ama wasiozi no. zingine feeding program ukiongelea sana juu hiyo, so huo ni mradi mwingine CDF inafanya. Alafu kuna mradi miradi ya e, tunaita infrastructure e, kwa mashule mashule za msingi pasipo na shule za chekechea ambao ni miradi ambayo inafanyikana a, serikali za ukatuzi. Kuna serikali za msingi na serikali za sekondari Tunafanya miradi mingi ukiangalia, kama kwa mfano eh, eh, constituency, Madale constituency kuna mradi mkubwa ambao umefanyika katika shule ya Ndururuno 18 classrooms in the last two years mm -hmm. na tume kwa, tumeweza kupitia umradi kusema tu kwa mfano because nasema zingine zinafanyika kwingine, nasema ile ni iko karibu eh, imeweza ku, kuwanufaisha wanafunzi elfu moja eh, kwa shule moja mara moja, mm hivyo -hmm. Unaona, huo ndio mfano wa vile tunafanya, halafu tukienda kwa shule kuna, ma, kuna madarasa kuna maneno ya wanaita maabara eh, laboratories. Yeah. Eh, ukiangalia kama hata Juja example Kalimoni Primary eh, Murera maabara nane mm -hmm. yamefanywa nah. kwa miaka ilipita mbili kusaidia nah. JSS JSS you know, kwa primary school kuna laboratories inatakikana CDF nah. inafanya kazi mingi ya country mzima kumeewa <coughs> Zile miradi JSS inasimama kwa sababu lazima ukuwe na maabara yenye mm -hmm. serikali kuu mm -hmm. haijaweza kutimiza mm -hmm. alafu kuna miradi ambayo inafanyika na eh, administration, eh, eh, programs. kama ile ya kujengea eh, chief ya kujengea DC office, ama ofisi za utawala, za utawala. CDF inafanya hiyo miradi mm -hmm. miradi eh, mingineyo sana sana kama mradi wa barabara <coughs> ni wa serikali kuu lakini haujajumuishwa kwa miradi ambayo CDF inatakana ikuwa ikifanya. Sasa hata tukiwa na tunataka kufanya mradi wa barabara, lazima kuna utaratibu, lazima uandike uulize kera ama, uh, kura wa kupatia permission yuko no. nini Msonye, swali langu la mwisho, katika ukaguzi wenu mmefanya mmeangalia miradi ambayo imetekelezwa katika maeneo bunge fula, eh, fulani, wengi wamemsifia, kwa mfano mbunge wa Kiharu Ndindi Nyoro. Hmm. fedha anazopewa utakuta saa nyingine pengine hazizidi anazopewa mbunge mwingine sehemu nyingine. Hmm, ama zinakuwa sawa kwa kila mbunge kwamba wakati fulani fedha ni hizi milioni kadhaa kwa miradi tofauti, inakuwaje mbunge mmoja anaonekana kutekeleza majukumu mengi kushinda mbunge mwingine? Hmm. Asante sana kwa hilo swali e, vile lilivyosema mara ya kwanza tulisema chanda chema wa uvishwa pete naam. e, e, e, ni kusema ya kwamba e, e, katika eneo bunge la Kiharu miradi imefanyika mzuri sana naam. na e, tunafurahia tunajivunia kwa e, miradi ambayo anafanya e, kitu yenye e, Nimrod awelewe ni kwamba, e, miradi inafanyika kwa constituencies zote around the country lakini sasa inalingana vile una unajielezea una kwa wananchi unawaambia tumefanya hii. No. tumefanya hii Kama leo singewambia ya madhare amngejua no. Unaona no. No. so ni kuelezea lakini no. Tunampatia pongezi wananchi wa Kiharu na CDF ya Kiharu na tena tunampatia pongezi mheshimiwa kuweza kuvisha pete no, chanda chema no. Pengine kwa wale wasioelewa, mm -hmm. fedha zinazotolewa kwa kila bunge ni fedha sawa. Ndiyo. Tofauti na inavyofanyika katika serikali za kaunti, kwa sababu serikali za kaunti zinaangalia mgao wa zile fedha ambazo zinakusanya peke yake, alafu zinatolewa fedha nyingine kutoka kwa serikali kuu. Eh, pesa zinazogawiwa eneo bunge kuanzia mwaka uliopita eh, tulibadilisha kidogo, lakini kulingana na kuanzia mwaka 2019 hapo na, zilikuwa sawa, lakini kulikuwa na mwelekezo na tukakuwa na uh, changamoto tukachange act kidogo aha. Eh, sasa tukakuja na mbinu tofauti ya kugawa pesa kusema ya kwamba 3 uh, quarters ya pesa zinazo hiyo 2.5% ya national government inapewa zina CDF 3 nah. quarters itakuwa uh, distribute equally uh -huh. among the constituencies uh -huh. Alafu eh, a quarter Haya, umefafanua vizuri <coughs> wacha tuelekee kwa wananchi alafu, tutakaporejea baadaye kufikia saa sita unusu tupate kauli za mwisho <laughs> manake tuko wengi, ni ganye, dakika mbili mbili hivi tupate kauli za mwisho. Mwelekeo mtazamaji, hebu tusikiliza maoni kutoka kwa wananchi zaidi, wanasemaje kuhusu hazina za maendeleo katika maeneo bunge? Protabu ni mchakato mzima wa nguvu kazi wa siku tatu kuanzia hapo jana unaoendelea uh, katika uh, maeneo bunge yote humo nchini kukusanya maoni kutoka kwa wananchi kuhusiana kuhalalishwa kwa hazina ustawi maeneo bunge NGCDF. Uh, wananchi wana mtizamo gani kuhusiana na uh, kuhalalishwa kwa fedha hizo kisheria au iweze kufutiliwa mbali? Uh, tunao kazi wa hapa kuzungumza nao uh, wewe binafsi, maoni yako ni gani? Fedha hizi zisalie kuwepo na zihalalishwe kisheria ama zifutiliwe Mbali. E, kulingana mimi na mimi naonelea y kwamba hii ibaki pale pale pale iko, lakini hata hivyo, e, kwa ofisi ya bunge CDF iwe inawekewa sheria ya kuhakikisha y kwamba hela ambayo zinapatikana katika ofisi ya CDF ifikie kulingana na mwelekeo thabiti. Baadhi wanasema mm -hmm. kwamba wabunge wamekuwa wakifuja fedha hizi mm -hmm. na kumpa mtu zabuni ama tenda uh, yule ambaye ni mwandani wake, ni rafiki yake, ni jamaa zake. Wewe maoni yako ni gani? mm -hmm. maoni yangu ni hivi, kweli hayo yote ni ya kweli, sababu tumeyaona kwa wabunge kadhaa kwa mula zao, na inaendelea bado. Hii ingerekebishwa na ifuatiliwe, kumulikwa kabisa, ndiposa si mjomba yako si mtu wako alikambenia wewe si ati hiyo eh, vitu inatuharibu, na ina, inatuudhi sisi kama watu wa chini, sababu hatuna sauti, wanatulalia. Kwa sasa ibaki, lakini wao macho na wafanya kazi kulingana vile matakwa ya wananchi na kuridhika. Wewe binafsi umeona matunda yote ya CDF na ungetaka isalie kisheria ama itolewe? Mimi nataka ikue kwa CDF juu CDF imetusaidia sisi kwa upande wa mama, kama sisi masingu madha mabwana mabwani tumesomesha watoto na ucdf na imetusaidia pia kwa madamu, kwa madarasa metusaidia pia huku mashinani ku kwetu mahali tunakaa. Uh, kwa majina naitwa Moses Herisewoi kutoka Samburu North. Sasa ningependa isalie kwa sababu inatusaidia sisi wakazi wa North kwa sababu wanafunzi wetu sisi wa baadhi wa wazazi ni maskini, hatuna hela ambayo ya kulipa school fees, na tungeomba sana. Na tunashukuru mbunge wetu Eli Letipila kutoka Samburu North ametusaidia sana, na amelete maendeleo ya CDF huko Samburu North, ambayo amejenga mashule na amejenga masipitali na pia amejenga hata ametusaidia hata mabarabara. Wakati ingine mahali pengine apitiki, amejaribu namna ya kutengeneza. Kwa hiyo isalie, isalie nam nidotabu kauli anazoibua uh, wakazi wa hapa ambao wanahudhuria shughuli ino nzima, uh, ya ukusanyaji maoni uh, kama kweli watakuwa uh, kisheria uh, uh, wa uh, uh, na, itakuwa kuhi kuhi kuhi itakuwa inatendewa kazi kazi ama watakua wa wa haki uh, kama kweli itakuwa inawekwa kisheria ama inahalalishwa kisheria, ili tuone uh, fedha hizi za ustawi maeneo bunge uh, zinasalia kuwepo kisheria na kutekeleza uh, wajibu ambalo uh, inapaswa kutekeleza ili kuwa na maendeleo yanafikiwa hadi mashinani. Wakenya wanapoendelea kutetea uh, kusalia kwa hazina hino, ni rusu ni tie kikomo. Na leo hii tunapoangazia hazina ya NG-CDF ile ya NGAF, na ile ambayo inapania kuwekwa katika ofisi ya maseneta hapa katika kaunti ya Nyamira, leo hii tunaungana na baadhi ya wakazi katika kaunti hii, ile inao watueleze kwamba wanaelewa umuhimu wa mchakato huu wa kusanya maoni kuhusiana na hazina hizo. Kwa majina, naitwa Geoffrey Nyasani ni mkaache wa Nyamira. Uh, mambo ya CDF nianzie hapo. Hizo eh, fund acha zipake kwa MP. Ukiangalia sana wabunge wakipewa hizo fund, wanagawa zingine, zinaenda kwa shule, zinachenga mashule, zinachenga maofisi ya chiefs, hata police station zingine ma MP wanachenga So wanafanya kazi mzuri, isipokuwa ni ile wanapewa pesa kidogo, wakienda kugawa hata haitoshi. Mambo ya public participation, public participation participation, kama mimi mkaachi ama mimi mwananchi, sielewi hiyo kitu. Hata tukiambiwa tuende huko CDF hall, sasa ni kama tumealikwa huko na kufanya vitu wenye hao wametualika tufanye vile venye wanataka. Mimi sielewi hiyo mambo ya public participation. Hata tukitoa maoni ni kama wanaenda wanawasha nayo chiko huko, wanasahau hiyo maneno yenye tunapeana. Tabatari hiyo kitu ilikuwa tangu samani, nimesaidia watoto wetu wale adima wale wana wasasi, watoto wale wa baba yao waliaga au awa, hiyo sidi yabwe imesaidia sana. Naomba serikali sidi yabwe ruti bila ilikuwa inakaa samani, esienda popote ruti hii ndio wakati wameangalia wameona ati CDF ifanye, lakini kulingana na mimi, CDF imesaidia mara mingi, kwanza mambo ya pasalisi. Watoto wamefaidika kutoka chamisa, watu wenye masikini wamefaidika kutoka pasalisi. Mambo ya machengo, ya machengo ya mashule, wakati wa sasa walikuwa wanaitishwa, walipe pesa saa Kulipa eh, eh, building funds hizi za kujenga mashule lakini si CDF ilichukua hiyo mradi ikamaliza. Mambo ya school buses ambazo zinachukua watoto kwenda mashara eh, fulani fulani. Sasa eh, kulingana na mambo ya shule imetayari imesaidia, hata wasasi, sasa hivi tunasema <coughs> mas, wasasi masikini, hii mambo ya CDF imesaidia saidi na saidi na saidi. Sasa kwangu kama musasi, mwenye amefaidika kwa hii miradi ya CDF, I am proposing that the NG-CDF iendelee. Mimi ningependa tu kuhusia kuhusu CDF maana nisawa ni iona wabunge wakati wa Kibaki wakigawa wakiigawa vizuri, wakikuja hivyo hivyo na wanaendelea kuigawa vizuri so ile kiti mimi sijaona kama iko na ubaya wowote ikiwa mikononi mwa MPs. Mi naona kila department iko na umuhimu yake kama governor ako na yake, senator ako na yake, eh, eh, MC wako na yao. Naona hiyo CDF ipake kwa eh, MP. Ndio hiyo maoni yangu. Na hao ni baadhi ya wakazi kutoka kaunti hii ya Nyamira, wengi tu wakisema kwamba huu mchakato unaoendelea hawajaelewa umuhimu wa huu mchakato, na wakihisi kwamba licha ya wao kushirikishwa na kutoa maoni maoni yao huwa hayatiliwi manani la mno, wakizidi kuomba kwamba hizi hazina ambazo zinapewa wabunge na wakilishi wa kike katika kaunti ziendelee kupeanwa kwa maana zina umuhimu mkubwa haswa wa kuleta maendeleo mashinani. Kiripoti ya Citizen kutoka kaunti ya Nyamira, langu jina ni Duncan.

before county government. All of them are now unfunctional. They are not operating very well. So we are here today with the community members from FAFI sensitizing the community uh, for NG-CDF to be in place in the constitution. What are the benefits? The benefit of this fund is seen by everybody. It's seen by everyone. In entire nation, everybody can test himself that CDF has helped. Yale ambaye imetofanyia CDF, ni wazi. Mwaya di, kutoka sehemu, polopolo tu kutoka tu tgrasn zote zimejengwa shule zimejengwa na CDF. Hospitali dispensary, 90% za zile dispensary za Fafi zimejengwa na CDF. Upande uh, ya bazari, watoto karibu miatano, 500 student kutoka medical, teachers, engineers walilipiwa fees uh, na CDF. Na tunasema CDF iongezewe tu pesa, si ati ilete hoja ya kwamba kusema hiyo CDF itasimamishwa. Hiyo ndio tunasema CDF inafanyia, watoto wanasomea shule, university, colleges, eh, wale wanafanya health pia inalipia fees, na kwamba kama sisi ni wa sultan tunapatia mkono.